Kama ilivyo historia nyingine, historia ya ugaidi inahusisha watu binafsi, vyombo na matukio muhimu yanayohusiana na ugaidi. Wasomi mara nyingi wanakubaliana kwamba ugaidi ni neno linalopingwa, na ni wachache sana kati ya wale wanaoitwa magaidi hujieleza hivyo kuwa ni magaidi. Ni kawaida kwa wapinzani katika mzozo mkali kuelezea upande unaopingana kama magaidi au kama wanaofanya ugaidi, kwa kuunga mkono imani kali na itikadi kali. Ugaidi si jambo jipya duniani. Kwa ufafanuzi, ugaidi unatumia vitisho ama vurugu kufikia lengo la kisiasa. Wakati wa harakati hii, magaidi hufanya uhalifu mkubwa wa kiwango cha ndani na kimataifa. Kwa zaidi ya miaka mingi sasa, vikundi hivi tofauti vya kigaidi vimesababisha ghasia za kutosha kuvutia umakini wa kimataifa. Ingawa vinaweza kubadilika kwenye orodha kwa miaka mingi, lakini haya ni baadhi ya makundi hatari zaidi ya kigaidi kwa sasa ambayo ndiyo yanafanya matukio makubwa zaidi duniani. Kwa kwanza na kundi namba kumi la kigaidi hili ni kundi la Alshababu ambalo lilianzishwa mwaka elfu mbili na sita. Al-Shababu ni kundi la kigaidi ambalo huwa mara nyingi hutekeleza oparesheni zake za kigaidi kwenye maeneo ya nchi za Somalia na baadhi ya maeneo ya Kenya, na inasemekana kwamba lina ufungamano na kundi la Alqaida. Uwepo wa kundi hili la kigaidi eneo la Somalia ni kwamba linatafuta kuleta utawala wa Kiislamu nchini Somalia na lilifanya shambulio kali zaidi siku nne katika duka kubwa la maduka jijini Nairobi Kenya, mwaka 2013 na kusababisha vifo vya takribani watu 67 na wengine wengi kujeruhiwa. ili kundi linafanya kazi katika maeneo hayo ya Kenya, Somalia, na kwa ujumla Afrika ya Mashariki. Namba 9 limekamatwa na kundi la Hezbollah, hili lilianzishwa mwaka 1000 1982. Ni kundi la wanamgambo lakini pia ni chama cha siasa nchini Lebanoni, na kinaungwa mkono na Irani. Linaunga mkono vikosi vya serikali ya Syria na limehusika katika migogoro mingi mikubwa na Israel. Mashambulizi yake ya mabomu huko Beirut mwaka F 1983 yalikuwa moja ya mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya vikosi vya magharibi katika eneo hilo, na katika kipindi hicho cha mashambulizi inasemekana takribani wanajeshi 300 wa Marekani na Ufaransa poteza maisha. Maeneo mengi ya opereshen zake ni nchi za Lebanoni yenyewe, lakini kuna Siria na maeneo mengine mengi ya mashariki ya kati ikiwepo Israeli. Kwa sasa, namba nane imeshikwa na kundi la Hamas, kundi lililoanzishwa mwaka 1987 na kundi hili liko Palestina ambalo mara nyingi hupambana na Israel na pia ni chama cha kisiasa kilichopo Palestina na kwa upande wa Gaza ndiyo chama ambacho kinashika mamlaka wakati huu ambao Israel bado inapambana kutaka kukitoa kwenye utawala, lakini kundi hili pia lina silaha nyingi na hulenga shabaha za Israel kwa mashambulizi makali kama vile mashambulizi ya roketi na mabomu na kujitoa mhanga, lakini pia linafanya kazi kama shirika la kisiasa. Operesheni zake nyingi ni ukanda wa mashariki ya kati, hasa katika taifa la Israel, ndiyo ambalo limekuwa likikumbwa moja kwa moja na mashambulizi ya kundi hili la kigaidi. Kundi namba nane limekamatwa na kundi linalojiita harakati ul moja Yani, HUM ama HUM iliyoanzishwa mapema mwaka 1980, linalolenga Kashmiri kwenye makao yake makuu nchini Pakistani, lina uhusiano mkubwa na Talibani na Al-Qaeda. Kundi hili linahusika na utekaji nyara wa ndege ya India Airline IC 814 mwaka 1999, jambo lililosababisha mateka hao kubadilishwa na magaidi hao na wenyewe kuwa magaidi. Linafanya kazi kwenye eneo la Pakistani kwa kubwa lakini na India kwa baadhi ya sehemu. Kundi linalofuata ni namba 6 ambayo ni Boko Haram lilioanzishwa mapema tu mwa karne ya 21 20, yani mwaka 2002. Ni kundi ambalo linafanya operesheni zake nchini na Nigeria. Boko Haram ilianzishwa na Muhammad Yusuf na linatafuta kuanzisha sheria za Kiislamu. Ni maarufu kwa kushambulia raia na shule. Utekaji nyara wa wasichana 270 wa shule huko Chibok ulikuwa kitendo chake cha kushangaza zaidi duniani, na hadi ikatengenezwa kampeni ya Bring Back Our Girls, yani warudisheni wasichana wetu. Ilisababisha hasira kote ulimwenguni ni moja kati ya habari iliyokuwa kubwa zaidi kwa kipindi kile. Operesheni zake sana sana ni katika taifa la Nigeria, Niger, Chad ja chadi na baadhi ya maeneo ya Kameroni. Namba tano imekamatwa na kundi la Jaish el Mohamed yani JEMA, iliyoanzishwa mwaka elfu mbili mwanzoni tu mwa karne ya ishirini na moja. Hili ni kundi jingine la Pakistani ambalo linalenga kwenye maeneo ya India na baadhi ya maeneo ya Pakistani yenyewe. Ilianzishwa na Masud Asia na lilifanya shambulio lake kubwa zaidi la Puran la mwaka elfu mbili kumi na tisa ambalo lilisababisha mvutano mkali kati ya India na Pakistani baada ya mshambuliaji wa kujitoa mhanga kuwaua takribani wanajeshi 40, wa India. Operesheni ya hivi karibuni ya Sindo na India baada ya shambulio la kigaidi la Pahalgan kushambulia takribani kambi tisa za kigaidi nchini Pakistani mnamo Mei 7 mwaka 2025, ambapo karibu magaidi sabini waliuawa. Wa kundi hilo mke wa Masudi Azia, mwanae na wanafamilia kumi pia walifariki katika operesheni hii ya kuwasaka magaidi hawa na linafanya kazi kwenye maeneo sasa ya Pakistan India, sasa eneo la Kashmiri kwenye eneo la mpaka kati ya India na Pakistan. Namba nne imekamatwa na, ime na Lashkar-e-Taiba yani Lelo ET ni kundi ambalo lilianzishwa mwaka 1987. Kundi hili la kigaidi la Lashkar e Taiba lina makao yake makuu Pakistani na linalenga India na lilianzishwa na mtu anayejulikana kwa jina la Hafiz Saidi. Baada ya mashambulizi ya Mumbai ya mwaka 2008 ambapo watu wenye silaha waliwaua watu mia sitini na sita katika maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na hoteli na kituo cha treni, lilivutia umakini wa kimataifa kundi hilo linataka Kashmiri ikatwe kutoka India iwe eneo la Pakistani na operesheni zake ni katika eneo hilo hilo la Pakistani India, hasa hasa katika eneo la Jamu na Kashmiri. Kundi namba tatu ni Talibani, iliyoanzishwa mwaka 1994. Kundi hili la Talibani, ambalo lilianzishwa na Mula Mohammed Omar, mwanzoni lililenga Afghanistani kulazimisha utawala mgumu wa Kiislamu. Mwanzoni walichukua madaraka mwaka 2001, lakini waliondolewa madaraka na Marekani. Wakati huo Marekani ikiwa chini ya George Bush, walirejesha udhibiti mwaka 2021, na, na kwa sasa wanatawala Afghanistani chini ya sheria za Taliban. Licha ya madai yao ya sasa ya kuwa madarakani, wanabaki kwenye orodha ya ugaidi ya Umoja wa Mataifa kwa sababu ya kuhusika kwao katika matukio ya vuguvugu vugu na vurugu nyingi, kama vile mauaji ya watu 150, hasa watoto, katika shule ya Peshawar ya mojawapo ya mashambulizi yao makubwa. Pia ilikuwa ni shambulio la bomu la hoteli ya Kabul Serena mwaka elfu mbili na nane ambalo lilenga wanadiplomasia wa mataifa tofauti tofauti. linafanya kazi kwenye eneo la Pakistani kwa kiwango kikubwa na baadhi ya maeneo ya mashariki ya kati. Namba mbili, imekamatwa na kundi la kigaidi la ISIS ambalo kwa kiwango kikubwa linafanya kazi kwenye maeneo ya Iraq pamoja na Siria na alianzishwa mwaka 2013. ISIS inajulikana kwa vurugu zake kali na mauaji ya kikatini. Kiongozi wake Abu Bakar al-Baghdad alitangaza uhalifu katika eneo la Iraq na Syria mnamo 2014 na kudhibiti sehemu kubwa za mataifa yote mawili. Kundi hilo lilipata umaarufu duniani kote kwa ukatwa vichwa video za ugaidi na mashambulizi kama vile hufyatuaji risasi na mabomu ya Paris ya mwaka 2015, ile iliyoua zaidi ya watu 130. Abu Bakri alijipiga risasi na watoto wake wawili wakati wa uvamizi wa jeshi la Marekani mnamo Oktoba 27 mwaka 2019, na operation zake nyingi ni kama Iraki, Siria na baadhi ya maeneo mengine ya Asia. Kabla tujafika namba moja ni kuambie tu kwamba ugaidi ni miongoni mwa matukio ya muda mrefu zaidi na inasemekana ilianza mwishoni mwa karne ya 17, yaani miaka ya elfu moja mia sita. Basi, namba moja imekamatwa na kundi la kigaidi la Al-Qaida, miongoni mwa makundi yaliyofanya operesheni nyingi na matukio makubwa mengi zaidi duniani, ambalo pia lilikuwa likiongozwa na aliyekuwa anaitwa gaidi kwa wakati huo na taifa la Marekani, husi mwingine bali ni Osama bin Laden aliyeuawa mnamo mwaka elfu mbili na kumi na moja. Al-Qaida ni mojawapo ya mashirika na makundi hatari zaidi ya kigaidi duniani ambayo yalianzishwa na Osama bin Laden ili kupambana na ushawishi wa Magharibi katika mataifa ya Kiislamu baada ya mashambulizi ya Septemba 11 ya huko Marekani ambayo yalidai mashirika ya karibu watu elfu tatu. Kundi hilo lilivutia umakini wa kimataifa. Hata hivyo, Osama alipigwa risasi na kuuawa na Marekani chini ya operesheni Neptune Spear nchini Pakistan mwaka elfu mbili na kumi na moja, lakini kundi hili la al Al-Qaeda lina matawi mengi sana na makundi tanzu duniani ambalo inasemekana mpaka hivi sasa ndio kundi la kwanza la kigaidi lenye kufadhili makundi mengi ya kigaidi duniani. Lakini matawi yake mengine ndo Maghreb, Somalia na baadhi ya maeneo ya mashariki ya kati, ikiwepo katika taifa la Yemen. Operesheni nyingi zake ni maeneo mengi, lakini asasa ni mashariki ya kati, asia kusini, pamoja na baadhi ya maeneo ya barani Afrika. Hii ni Msasa Media, tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii tukijulikana kama Msasa Online, Msasa